Watu waliopoteza maisha kwenye ajali ya barabara eneo la Nguluni kaunti ya Makueni imeongezeka na kufikia watu saba. Hii ni baada ya mvulana wa miaka minane kufariki kutokana na majeraha yake siku ya Jumapili. Idara ya afya katika kaunti ya Makueni kupitia afisa kupitia afisa mkuu wa afya Daktari Avy Mbithi imethibitisha kifo hicho cha hivi punde. Aidha, afisa huyo amedokeza kuwa uchunguzi wa maiti kwa waathiriwa wengine umefanyika leo hii katika makafani ya Tawa na matokeo yakaonyesha kuwa waathiriwa walifariki kutokana na kutokwa na damu kupita kiasi na wengine majeraha mengi mwilini. Inipo. Pale asubuhi, watoto watoto wangu, nilipata watoto wawili, mguu mwingine, mkono wameumia umia huko, wengine wako wapi? Sema isijulikani. Sasa mimi nikaanza kuja kuwatafuta, nilikuja nikawapata hapa, nikapata bibi yangu, watoto wawili wa kijana na msichana. The post-mortems that have since been done are four, there are two more that are pending and the doctor actually

that has lost relatives during this period. Yangu ile naweza kuambia ma driver, ni kwamba um, tuko wakati ambao watoto wako kwa holidays, na hao watoto wanacheza nyumbani. Hao watoto kwa sasa wanasafiri kwa magari za umma, kwa hivyo wakati tunapoendesha magari tuwe tuko careful, ndio watoto wanapofunga shule tuweze kuona wamefungua, wana wamerudi shule wakiwa kwa usalama.